Wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Just wait your season, your season is important in your life. Amen, season yako ni muhimu. Amen, don't kungangana na season na boss yako, hakikisha season uko nayo ni yako. Amen, kuna mtu Amen. Na I think kutoka leo hii ni season yako. Amen. Mwezi wa tatu ni mwezi ambao utaingia kwa season mpya yes. Na hiyo season mpya inaweza leta baraka Amen. Hiyo season mpya inaweza kukuinulia destiny helper watu kusaidia. Amen. watu, Amen. watu kusaidia ndoto, kutetea, kufikia malengo un Mungu akuinulia watu ambao watasema wewe ni wa muhimu. Amen. Wewe ni wa maana. Amen. Wewe unatufaa. Amen. Wewe unaweza tembea na sisi. Amen. Wewe unaweza simama na sisi. Amen. Na mimi nimekuja kutabiri kutangaza leo, mwezi wa tatu huu, mpaka tuingie Desemba, wewe ni mtu ambayo si wa kawaida hhy, upokee kibali Amen. Ambayo akuna mtu akonayo kwa eria nyumbani Amen.

Na mimi nimekuja kutangaza gari jina safi la Yesu. Mungu wangu akupatie ya ya ya kawaida. Hey man, man, yeah, kawaida. La ya kawaida. Nasema pokea hiyo, pokea hiyo, pokea hiyo ni la Amen. Amen. So ya amen. Amen. Kipali ikiachiliwa, hata nani aweke magogo, utapita

Mungu, Amen. Amen. Anasema hmm, na wote wanaoningoja nitawapa nguvu kimbia. Yes. Yes, yes, kwa miguu na hawatachoka, asema watatembea lakini hawatazimia moyo, asema watakimbia. Yes, kwa mbio ya